Nam warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, Diamond Platnumz pamoja na Davido wameonekana wakiwa katika jukwaa moja kule Dubai. Kumbuka eh, Dubai kule kulikuwa kuna show ya Davido, ambapo tunaona waliweza kuperform, ilikuwa eh, ni wanasema the 2013 Continental Classic. Hii ilikuwa ni ngoma moja kali sana 2013, inaenda kwa jina la number one, ilikuwa ni remix ya number one ambayo ngoma hiyo aliimba Diamond pamoja na Davido. Sasa kwenye remix hiyo uh, Davido aliwafanya surprise mashabiki zake na akaweza ku kumpandisha jukwaani Diamond Platnumz na kuweza uh, kuperform naye e, Number One Remix. Kumbuka ni miaka mingi imepita, na kwa namna moja ama nyingine tunaona wamejitahidi eh, kuhakikisha kabisa kwamba wanawapa raha mashabiki. Hii ni mara nyingine tena ambapo Davido amekutana na Diamond katika jukwaa hilo na wameweza kuperform nyimbo hiyo pamoja, na hii inaonyesha wazi kabisa watu hawa hawana changamoto yoyote na jukwaa hilo eh, au uwanja huo ulikuwa umebeba takribani eh, eh, mashabiki elfu kumi eh, na saba, na jukwaa hilo linaenda kwa jina la Coca-Cola Arena eh, Yani ni ni jukwaa ambalo linachukua wat, wae mashabiki ama watazamaji elfu kumi, eh, na saba kule Dubai. Sasa eh, Davido ikumbuke ni kwamba alihusishwa kuwa na bifu na Diamond Platnumz. E, tunakumbuka hata zile tuzo, e, alikuwa anachukua, e, kuna wakati lishashinda tuzo, e, mbele Davido, na tunaona kulikuwepo na misuguano hapa na pale, wengi wakisema kabisa kwamba pengine labda, e, Davido, e, kuna e, kuna ubaya alishafanyiwa na Diamond na ndio maana tukaona mambo yalikuwa sio mazuri. Sasa ukaribu huu umeibua mashabiki eh, furaha kwa mashabiki ambao walitamani siku moja Diamond pamoja na Davido waweze kufanya kazi pamoja kwa sababu ni miaka mingi sana imepita eh, na tunaona Davido sasa hivi anachuana vikali na kina Burna Boy kwa ajili ya kuweza kuchukua tuzo ya Grammy katika Best African Performance katika tuzo za Grammy. Kwa hiyo Davido, uh, Davido anapigiwa upatu eh, katika tuzo hizo, kwa hiyo E, Diamond kukutana na Davido, wengi wanasema wana hichi kitu, pengine inaweza kasaidia wawili hawa kufanya kazi pamoja. Mashabiki wamefurahisha na kitendo hicho, na mmoja kaandika kwamba my God continue to protect you with good friends, David always happy when he see Diamond. Maana yake Davido anakuwa na furaha siku zote anapomona Diamond Akajibu akisema no he is more happy when he sees Chris Brown eh, kwamba anakuwa na furaha zaidi akimwona eh, Chris Brown kutoka kule chini Marekani. Uh, mmoja kaandika kwamba you are the best Diamond, you are the, you are are stronger move forward, you will reach the top, what insult you today will applaud tomorrow, it is not the hatred which will bring you down, you are chosen to shine if others hate you, not everyone loves you a lot kwa maana ya kwamba kwa, kwa Kiswahili Diamond siku zote ni imara, na inabidi upambane ufiki mbali, songa mbele, na siku zote matusi unayotokana na leo, kesho inaweza kawa ndio pongezi, na kwa namna moja ama nyingine hakuna wakoshusha chini, kwa sababu umechaguliwa kung'aa. Kwa hiyo siku zote chuki, e, sio kwa kila mtu. E, na siku zote Mungu anaweza kukusaidia ukafika unapotaka kufika. Diamond Forever Superstar Nasib. E, na 001 himself OBO Barrest e, hapa anazungumzia kwamba amekutana sasa, OBO Dav, Davido pamoja na Diamond. uh, usiombe msamaha, wewe endelea kufanya kazi, miguu kama mlangi. uh, mwingine akisema mwaneto analeta Grammy na miguu yake kachelewa, we want another collab from you guys e, tunaona wengine wanataka kuona collab mpya E, kolabo ikitoka ndugu yangu, itakuwa ni super uh, kumbe David ni mkubwa, au si bwana? Au si bwana, we want another collab from you. Kwa wengi wanatamani kuona collab e, mpya kutoka kwa David e, pamoja na Diamond, au sio bwana? uh, mwingine akaja hapa akasema kwamba e, mwanetu ametisha sana e, mwingine akaandika kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya kenge na mamba. Nyie wenyewe simnaona, kenge hana viatu hata uh, viatu hana. Yani kenge hata viatu hana. Mwingine mm -hmm. akaja hapa akasema uh, ila hili jamaa bana, ila imeshindikana. Mwingine sema kwamba ndi, mimi ndio mume wa Zuchu, nataka kutrend, tunafanya e, mmoja kasema noma sana, wakilisha baba ila E, kitumule kinjunga kama maiko ka pensi ahusu bana, maanake anaiponda hiyo pensi Diamond mondi huko wanamwona kama besti naso e, da wee kweli fara. Mwengine akasema Kenya we love you Diamond. Diamond, mungu kuzidishi, tunapambana sana keep going. Mwengine akasema E, hii ni kubwa sana, wameposti Wasafi, na kwa namna moja ama nyingine Diamond Platnumz ameungana na Davido. Davido bana ni msanii mkubwa pale nchini Nigeria, amekutana tena na Diamond. Kwa hiyo urafiki wao uh, unaweza kuleta uh, kitu kikubwa sana, hasa ukizingatia wawili hawa walishawahi kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo ukaribu wao huu, wengi wanatamani kuona, eh, wakifanya kazi pamoja au sio? Yani kolabo mpya inayohitajika na Davido. Sasa hivi ana jina kubwa sana, kuna kipindi alikuwa kimya, lakini sasa hivi amerudi kwa kishindo na amerudi kwa nguvu mpya, e, kitu ambacho kinamfanya Diamond Platnumz e, kuwa na nguvu. Na endapo e, Davido akiweza kukubali kufanya naye kazi e, basi kwa namna moja ama nyingine Diamond Platnumz atafaidika naye kolabo na itamfanya kuwepo katika lamani, kwa sababu kumbuka ile kolabo yao ya My Number One Remix ni kolabo ambayo ilimfanya Diamond kutambulika duniani ama international eh, mashabiki wakawa wanamfuatilia na nchi kama Congo, Rwanda, Burundi eh, zote Central Africa, Guinea Bissau eh, Kenya, Uganda eh, kote walikuwa wanamfuatilia Diamond. Kwa hiyo ilimjengia wafuasi wengi sana na pale ndo ilikuwa ni tobo lake la kutoboa kwa sababu ile kolabo iliweza kumfungulia milango hata kuaminika kufanya kolabo na wasanii wakubwa. Sasa kumbuka, kama Dubai pale eh, wanakutana na Davido katika uwanja wa Coca-Cola eh, mbele ya watazamaji elfu kumi na saba elfu eh, inamaanisha kabisa kwamba Diamond eh, ipo siku atakuja kuandaa eventi yake na kuweza kuchukua crowd hiyo, kwa sababu pesa aliyolipwa Davido pale ni pesa ya kutosha. Kwa hiyo hiyo itam, itamfanya sasa e, Damo Platnumz kutengeneza connection na watu maarufu duniani, kwa sababu kufanya tu kazi tuna Davido maanake mashabiki uh, wa Marekani. Kumbuka Davido ana kolabo kali na Chris Brown lakini pia E, ni msanii kiukweli mwenye image kubwa sana kule nchini Marekani. Kwa hiyo endapo akifanya kazi nzuri, basi itamconnect Diamond na wasanii ambao, ambaye, ambao ni ndoto ya Diamond kufanya naye kazi miaka ijayo. E, kuna collab zinakuja, lakini ndio hivyo e, mikuanja inabidi itapike ili mambo yazidi kwenda mjini. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.